Nguvu zao na fahari ya wazee au uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Leo kwangu mimi maneno haya yamedhihirika, kwamba nimeamini kweli, vijana mnazo nguvu, vijana mnaweza, mkiamua mnafanya. Kwa hiyo kweli, vijana mna nguvu, mkipanga jambo lenu linafanyika. Mmepanda kwa miguu kuanzia kule Rock Garden, mmefika kituo cha kwanza, mmefika kituo cha pili, lakini wapo wengine wenye nguvu zaidi, wamefika kituo cha mwisho. Mseme tu karibuni katika usharika ambao msaidizi wenu mteule amezaliwa huku na kubatizwa katika kanisa hili, Bwana asifiwe. Eh, lakini sambamba na hiyo, mmeshajionea kwa macho ukisema towero Region, ndio hapa. Basi nipende kuwapongeza sana na sisi kama viongozi wa dayosisi naomba niwaahidi vijana wote, tutatoa ushirikiano wa hali na mali pale popote mtakapohitaji. Na mmeona kule hata mteule Baba Skofu alikuwepo makusudi tu na mimi nipo hapa kwamba tutashirikiana tuta kuwa pamoja, wala msikate tamaa. Kama viongozi wenu tuko pamoja sana. Basi nichukue maneno ya kuwashukuru sana, na spirit hii na roho hii iendelee huko siku zijazo. Wapo wako atapata wachumba humu, wataoa, wengine wataolewa. Hakikisha unaondoka angalau angalau una contact, sio kongoa 10 hiyo. Ndio hiyo ndio ndio network. Bwana asiviwe eh, usije kiasara huko, angalau upate network, i mean contact. Nafasi mkaribishe kiongozi wetu au mwenyekiti wetu K -k Nae, wa vijana taifa KKT, naye atusalimie kama ana jambo aseme. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuanze na akina dada. Akina dada mambo vipi? Sijasikia, sijasikia sauti ya akina dada. Mambo vipi? mambo vipi? <laughs> Naitwa na Anania Ndondole, ni mwenyekiti wa vijana wa kanisa letu la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania. Nimekuja kushiriki nanyi kama sehemu ya kuunga mkono juhudi za dayosisi katika kuwaunganisha vijana, lakini kuwaleta vijana pamoja. Nilitamani sana ni... ta ni zoezi la utambuzi wa haraka. Utafanya kile utakachoambiwa kwa haraka pasipo kukosea, na yule ambaye atakuwa amekosea basi utakuwa umeaga mashindano moja kwa moja. Utabaki na wachache ambao ndio watakaopata zawadi yeah. haraka ni mazoezi ya utambuzi wa haraka sawa. So, haya tujiandae. moja <laughs> Tusikilize maelekezo na zoezi linaanza rasmi. Tupo tayari? Aya, vuta pumzi kidogo. Achia. Vuta pumzi tena, legeza mwili, vuta tena pumzi. Ishikilia hapo hapo kidogo. Game letu ya kwanza, atakuwa anataja shika kichwa, shika mabega, shika magoti, alafu kuna sehemu atataja ushike chupa. Atakaye chupa ndo mshindi, atakaye kosa chupa ameshindwa. Zawadi utaenda kuchukua kule chini. Tunaenda tena maji <laughs> <tomoligaya> E, ya sawa. <laughs> Shika mabega. Shika mabega, unaondoka, unaondoka, unaondoka, unaondoka tu tu, kichwa, taratibu, taratibu, kama chupa. Tunaendelea, tunaendelea, shika, shika mabega, shika miguu, shika kichwa, magoti. Aya, aya ada mashindano ya tele tele tele tele. Tumekuona. Shika pua. Ah, kuna mtu kashika kichwa. <laughs> Shika miguu. Shika kiuno. Ah, ondoa watu, ondoa ondoa waondoke waondo kwenye. Aya, umeaga mashindano. <laughs> Tunashukuru. Shika mabega. Shika miguu. Shika kiuno. Shika chupa.

Makofi haya wanakuja mbele, tunakuja nao kwa kasi atakati zonao kati mzonao mbele, walotoka Mlimani wasomezeni mbele, wasomezeni mbele. Hawa mashujaa wana medali zao maalum hawa ni zoezi la utambuzi wa haraka. Utafanya kile utakachoambiwa kwa haraka pasipo kukosea. Mekosea, moja kwa moja. Na yule ambaye atakuwa amekosea basi utakuwa umeaga mashindano moja kwa moja, utabaki na wachache ambao ndio watakaopata zawadi yeah. Yeah. Haraka ni mazoezi ya utambuzi wa haraka, sawa so. Haya, tujiandae moja <laughs> tusikilize maelekezo na zoezi linaanza rasmi. Tupo tayari? Aya, vuta pumzi kidogo, achia. Vuta pumzi tena, legeza mwili, vuta tena pumzi, ishikilie hapo hapo kidogo Mandariana. Game letu ya kwanza atakuwa anataja shika kichwa, shika mabega, shika magoti, alafu kuna sehemu atataja ushike chupa. Atakaye chupa ndo mshindi, atakaye kosa chupa ameshindwa. Zawadi utaenda kuchukua kule chini, tunaenda tena Sawa, shika mabega, tunaendelea <laughs> shika tu. shika kichwa e, oh, e, e, shika mabega, shika miguu, shika kichwa, magoti. Haya, haya ada mashindano ya tele tele tele. Tumekuona. Shika pua. Ah, kuna mtu kashika kichwa. Shika miguu. Shika kiuno. Ah, ondoa watu, ondoa ondoa, waondoke, waondo kwenye. Haya, umeaga mashindano. Tunashukuru. Shika mabega. Shika miguu. Shika kiuno. Shika chupa. Wenye chupa ndio wa baki. Wenye chupa ndio wa baki. Aa, kama kawaida, usharika wa bigwa ndio wameshinda. Mzinga mzinga mzinga kileleni. Mashuria hawa zeipanisha